Hadithi ya kusisimua. Ukweli humweka mtu huru. Siku ile ilianza kawaida tu, hadi pale niliposikia mlango wangu ukigongwa kwa sauti ya taratibu. Nilipofungua, nikamwona mwanamke mmoja nadhifu, uso wake ukiwa na tabasamu la upole. Alikuwa amesimama pale mlangoni kana kwamba hakuwa na haraka yoyote. Lakini uwepo wake uliibadilisha kabisa hali ya chumba changu. Nikajisemea moyoni, siwezi kumkaribisha mtu hivi hivi bila chochote. Nikachomeka mkono mfukoni, buku moja tu. Hiyo ndiyo ilikuwa hela yangu yote, chakula cha mchana, matumaini ya siku nzima. Lakini aibu ikashinda njaa. Nikatoka haraka kwenda dukani, nikachukua soda ya 600 na biskuti za 400. Niliporudi nikampa kwa tabasamu la kujilazimisha akatulia kwa sekunde chache, kisha akaniuliza kwa sauti ya upole lakini yenye uzito, wewe mbona hauli? Nikacheka kidogo, nikamdanganya bila kusita, nimetoka kula kwa mama ntilia, bado nimeshiba. Lakini ukweli ulikuwa mmoja, tumbo langu lilikuwa linauma kwa njaa. Tulizungumza kidogo kisha ghafla akasema, naomba unisaidie hata vocha ya buku tu, nataka niongee na mama. Moyo wangu ukadunda kwa nguvu. Hapo ndipo uongo wangu uliponifunga kabisa. Nikainuka haraka, nikasema ngoja nitoke dukani sasa hivi. Lakini sikwenda dukani, nilizunguka nyuma, nikajificha nyuma, nikakaa kimya kama mtu anayekimbia kivuli chake mwenyewe. Baada ya dakika chache nikarudi, nikamtazama usoni, nikasema kwa ujasiri wa uongo, vocha wameishiwa, wauzaji wa huku hawako serious, ila nikienda mjini nitakutumia. Hakubishana, hakuniuliza zaidi, akatabasamu tu. Muda ulipofika wa kuondoka, nikamsinikiza hadi nje. Kabla hajapotea, alisimama Akageuka, akaniangalia machoni, kwa macho ambayo yalionekana yanajua kila kitu. Akasema kwa sauti tulivu lakini yenye nguvu, ukweli humweka mtu huru. Nikabaki nimesimama, nikamuuliza una maana gani? Akatabasamu kidogo, akasema siwezi kufafanua, mimi nishamaliza. Akaondoka. Niliporudi ndani, ukimya ukanitawala. Njaa ilikuwa kali, nilijiandaa kulala bila chakula, lakini nilipoinua mto wangu wa kulalia nikaganda chini yake, kulikuwa na shilingi elfu ishirini. Macho yakatanuka, mikono ikatetemeka, sikuamini. Nikapiga simu haraka. Nilipomuuliza alijibu kwa sauti ile ile ya utulivu, ni mimi, nimeziacha nilikuona ulivyozunguka ukaenda kukaa nyuma ya nyumba. Hapo ndipo nilielewa kila kitu. Alijua, aliona, lakini hakuniaibisha. Aliniachia somo, si lawama. Tangu siku ile sijawahi tena kumuona, lakini maneno yake bado yanaishi ndani yangu: ukweli humweka mtu huru. Na kila nikiyakumbuka, naomba Mungu anikutanishe tena na mtu wa moyo kama wake. Then this is your home, please don't forget to subscribe right now and tap that bell, so you never miss a single update.